Katika mapendekezo alioleta lile pendekezo letu la kuwa leseni rudi kwa shilingi elfu thelathini tumeona limeletwa kama pendekezo. Pendekezo la kufuta ile laki moja na elfu ishirini kwenye bajaji, napo tumeona imeletwa ifutwe. Ah, langu jina anaitwa Saidi Kagomba, Alhaji Alhaji, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. E, ndugu waandishi wa habari, tumejumuika hapa baadhi ya madereva wa mkoa huu wa Dar es Salaam kuwakilisha Tanzania na ninafikiri mikoa mbalimbali nimeshatoa maelekezo kwa wenyeviti wao, moja kuweza kutoa pongezi kwa serikali yetu, kwa sababu tulikuwa tuna kilio kikubwa, kwa sababu katika bodaboda na bajaji tulikuwa tuna mzigo mkubwa wa kodi leseni. Ukiangalia tunabeba abiria moja lakini leseni natuhitaji tulipe shilingi elfu sabini ukilipa rena mbili kwa elfu kumi kumi elfu ishirini ukilipa jialala mbili elfu sita jumla shilingi elfu tisini na sita. Kwa hiyo ilikuwa haina utofauti na mtu ambaye anaendesha gari kubwa, lakini ukiangalia mtu anabeba abiria wasiopungua abiria ishirini mpaka abiria thelathini tunakwenda naye sawa katika leseni. Kilio chetu tuliomba serikali kwamba leseni ya udereva wa bodaboda au bajaji maarufu hizi piki pikipiki za magurudumu mawili na matatu ishuke iwe mpaka shilingi elfu thelathini lakini vile vile tuna mapato ambayo yalikuwa yako kwenye bajaji ambayo tulikuwa tunalipa laki moja na stini mpaka laki moja na ishirini yakashushwa, bado yalikuwa kwetu ni makubwa. Tulikuwa tuna mzigo mkubwa ukiangalia, tunahitaji tulipie latra elfu kumi na saba pikipiki ya magurudumu mawili, pikipiki ya magurudumu matatu tulipie shilingi elfu ishirini na mbili lakini vile vile tulipia na hayo mapato. Kwa hiyo na pikipiki za magurudumu mawili napo tulipia shilingi elfu sitini na tano kwa hiyo kwetu tulikuwa tuna mzigo mkubwa wa kodi lakini vilevile vile, katika bei ya leseni kuwepo juu ikawa inasababisha wengi wenzetu wanapopata ajali, wanaposababishiwa na ajali, kwa sababu baadhi wengine wanaendesha bila kuwa na leseni, wakawa wanakosa haki zao za msingi. Wanahitajika walipo na bima, lakini wanakuwa leseni hawana. Lakini tukaangalia chanzo cha nini kukosa leseni, kwa sababu leseni ilikuwa bei juu. Kwa hiyo katale, kwa tarehe kumi na mbili ya jana, yale tuliowakilisha, na ambapo kilio chetu endesha bodaboda na bajaji na maguta, tumeona Mheshimiwa Rais wameichakata yale mapendekezo kwenye bajeti na wameyaleta katika mapendekezo walioleta, lile pendekezo letu la kuwa leseni rudi kwa shilingi elfu thelathini tumeona limeletwa kama pendekezo, pendekezo la kufuta ile laki moja na elfu ishirini kwenye bajaji, napo tumeona imeletwa ifutwe, pendekezo ya shilingi elfu sitini na tano, kulipiwa katika pikipiki ya magurudumu mawili napo tumeona pendekezo limekuja ifutwe. Kwa hiyo tunastahili kuipa pongezi Serikali. Sasa kilichobaki wapitishaji au wafutishaji ni wabunge. Sasa wabunge ni wawakilishi wetu sisi wananchi, tunawachagua wananchi waweze kwenda kutuwakilisha. Na hata hicho kilio chetu cha leseni tumekuwa tukilia sana na kiwaambia wabunge. Sasa tunawambia kwa Mwenyezi Mungu, au wabunge wa Jamhuri la Muungano wa Tanzania katika mikoa yote mkoa wa Dar es Salaam, Iringa, Mbeya, Mwanza, Lingi tu, Lindi, Tunduma na mikoa yote ya mkoa wa nani ya Tanzania nzima hii bajeti inaoletwa, mmoja waangalie katika lile ambalo limeombwa la sisi leseni kupitishwa kwa shilingi elfu thelathini Tunawaomba kwa sababu ni wawakilishi wetu waweze kutupitishia, lakini lile la kuto kulipa shilingi laki moja na elfu ishirini na tano katika mapato ya bajaji, vile vile tunaomba na wao kama wabunge wetu waweze kutupitishia lakini lile vile vile la shilingi elfu sitini na tano katika mapato ambayo ya kulipia pikipiki ya magurudumu mawili, nalo tunaomba pitishe.